Wakati ule Yesu alisema na watu juu ya ufano wa Mungu na akawaponya wale waliohitaji uponyaji. Kukuchwa, wale kumi na wawili wakamwendea wakamwambia, waage watu waende katika vijiji vya jirani na kwa wakulima wa mashambani wapate mahali pa kulala na vyakula maana hapa tulipo ni pahali pa ukiwa. Yesu akawaambia, wapeni nini chakula. Wakajibu, hatuna zaidi ya mikate mitano na samaki wawili, labda twende wanunulia watu hao wote chakula. Sasa wanaume peke yao walikuwa kadiri ya elfu tano. Kisha akawaambia wafuasi wake Wakatisheni watu vikundi vya hamsini hamsini. Wakafanya hivyo wakawakatisha wote. Akaitoa mikate mitano na samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akaibariki, akaimega, akawapa wafuasi wake wawaandalie watu kwa umati wote. Wakala wakashiba Vipande walivyokiokota vilijaza vikapu kumi na viwili. Injili ya Bwana.